Huku kwetu katika miji ya pwani hasa ile iliyo karibu na bahari kama huu mji wa Kilifi, huwa kukinyesha kuna tabu, hakuna mitaro ya kuyapeleka haraka maji baharini. huku kwetu ambako kipindi cha kiangazi huchukua muda mrefu zaidi ya msimu wa mvua, kukinyesha usiku kucha huwa kuna matatizo huku kwetu. Ukiwauliza wenyeji kuhusu changamoto zinazosababishwa na mvua, baadhi yao hukwambia mengine kabisa, vyo vibaya. Uh-huh, na skuli za kisasa hizi zio bado vya zamani, serikali itoe pesa serikali okay, ichowe pesa na ipunguze pesa mzambwa za bure, twashindwa mpaka na Watanzania, Watanzania bure. Huku kwetu kukinyesha, barabara hukatika na kusababisha changamoto zaidi za usafiri. huku kwetu kunaponyesha tu wakazi hukumbuka kwamba tatizo lao la wakati wa mvua ni la tangu miaka mingi iliyopita, tokea mwaka wa tisaini na saba. Tisaini na saba, mwezi wa ine niliamkia hapa hapa. E, mpaka deka hii. E. Na tangu hapo wakati huo mpaka hivi sasa, hali kukinyesha mvua inakuwaje? Hali ni haya ya maji, haya maji yakiwa mengi kutoka huko juu yanakata, yanakata, yanaingia hapa kwangu. Hata hii nyumba nimejenga mara mbili hii kwa sababu ilikuwa ni ya udongo, maji yanaingia ndani. Hata kama usiku, natoa watoto na wapeleka kwa majirani, na jatoa maji akinishinda na mimi nami naenda kwa majirani nilale, asubuhi ya yake ndio naru, narudi hapa na watoto nije nitoe maji mm. Eh, lakini kwa sasa nashukuru, kwa sababu nimepatapata misada kidogo, nikaanza kuyenuenu hata deka hii. Ndio maana maji haya kuingia, yako ya hapa nje, yamekuwa hapa yanatutatiza, maji yanaingia ndani ya nyumba kwa sababu maji yanatoka huko juu hakuna drainage. So kama tunaomba serikali ya county kama wanaweza kututolea ma drainage basi, itakuwa vizuri, tatusaidia sana, maana hapa tatizo letu ni maji kukinyesha, hakuna drainage. Maji yanatoka huko juu yanavunja huko juu, yanateremka, yanaingia kwa manyumba. tatizo hili imekuwa nalo kwa miaka mingapi? maana yake kija kinyesha ndio mnajua hapa vujapo. ni tangu lini? kwa miaka mingi sana, kwa miaka mingi sana, imekuwa imekuwa ikitutatiza kwa miaka mingi sana huku kwetu wakati wa mvua viongozi hukumbukwa na kuombwa msaada, kama Mheshimiwa Mng'aro na yule mwenzake nani, dogo wanisaidie na yule mtoto apate kumaliza ndoto yake ya masomo, hivi yuko form 4. Na mimi hata hivi nimekwama, juzi nilimpa shilingi elfu tano akaenda nazo, na hivi jana napigiwa hatari masimu na daio. Huku kwetu kunaponyesha tu huwa vigumu kweli kutembeleana mitaani. Nadhani hii ukinyesha, huwa ni matatizo kwingi. Kwanza hizi hizi chochoro chochoro, mle ndani ndani huku, barabara hii kubwa kidogo kuna afadhali, lakini humu ndani ndani kuna matatizo mengi kwa sababu ya sijui kama ni kwa sababu ya planning haijafanywa, lakini pia naona yatakikana County Council yetu pengine ichunguze haya mambo, kwa sababu wote wanatatizika sana. Kuna mvua nyingi sana zimenyesha kama wakati wa zile zingine za nyuma, ama nino na nini. Kuna nyumba nyingi jua ni za udongo hapa ndani ndani, na hakuna njia ya maji, kwa ataenda wapi yatoke? Kwa hivyo nyumba nyingi huwa zinaumia sana, zina bomoka, bomoka sana. Mm, nyumba nyingi sana. Hali ni kama hii namna ile, kama unaenda nyumbani, unaenda du, dukani, unaenda sokoni, watoto, hali ni hii tu, kama mbaye tumezoea ni vile Mazoea ujua, huwa haina raha yake, haina raha mazoea, haina raha, lakini inabidi tuzoee. Tumezoea sasa. Huku kwetu nyumba zingine hazikaliki wakati kunaponyesha. Hali imekuweka tangu miaka nena miaka rudi, maanake hapa kulikuwa na kulikuwa na mtaro wa kupeleka maji, na kama kul, ni kama kulijengwa jengwa. Sasa hu mtaro ni kama sehemu nyingi imezibwa. Umekaa hapa tangu lini wewe? Kuna takriban miaka saba hapa. Na kila ukinyesha hali ni hii? Hali ni hii. Sasa mnatafuta suluhisho vipi? Tumejaribu kueleza watu wa kaunti wanasema wao mpaka waeleze wakubwa wao. Mwenye hapa ni kama pia hashughuliki napo. Huku kwetu mambo kama haya. Huku kwetu hata wenye nyumba za kifahari kukinyesha wako mashakani. Huku kwetu hali ni kama hii. Heri hivi ndivyo tumezoea kuishi. Kama unakuja kututembelea basi jiandae uvue viatu. Manake hali ni kama hii. Nikiripotia koko FM, mimi ni Lola Nikalu, Koko FM, lava ya Pwani.